Kama umekuwa ukisafiri pamoja nasi kwenye safari hii ya hekima, tumemaliza tu ziara yetu kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu hiki kimetupa historia ya kanisa la mwanzo, huduma ya Roho Mtakatifu kupitia mitume. Kumbuka, kitabu cha Matendo ya Mitume ni daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa kweli, kinaeleza jinsi tulivyotoka kwenye Agano la Kale hadi kufika kwenye Agano hili jipya. Sasa, baada ya kuvuka daraja hili, tunafika kwenye kile kinachoitwa waraka. Msichana mdogo aliulizwa waraka ni nini, akasema ni wake wa mitume. Kweli kuna uhusiano fulani. Kwa kweli waraka kumi na tatu kati ya hizi za Agano Jipya, ikiwemo Warumi, ziliandikwa na mtume mmoja, mtume Paulo. Na sasa kitabu cha Warumi ndicho tunachofikia kwenye safari yetu leo. Barua hii kwa kanisa la Warumi iliandikwa wakati Paulo alikuwa Korintho. Sasa Paulo aliitamka barua hii na mtu aitwaye Tatio ndiye aliyeiandika yote chini. Tunajua hivyo kwa sababu katika Warumi saa kumi na sita na madakika ishirini na mbili tunasoma mimi Tatio niliandika barua hii, na wasalimu katika Bwana. Sasa wapendwa, tutatumia muda wa kutosha katika waraka huu. Kwa kweli tutatumia muda zaidi kuliko kitabu kingine chochote cha Biblia na hiyo ni kwa sababu Warumi ni msingi sana, inasaidia sana kwa kanisa na waumini, ikiwa na kweli nyingi za msingi. Hivyo basi, tutaendelea na safari yetu ya hekima hapa kwa mwendo wa polepole pole, kidogo kuliko kawaida, tunapojaribu kuelewa kitabu hiki na kukitumia katika maisha yetu leo. Sasa katika karne ya kwanza waumini wa Roma walikuwa wanakabiliana na mambo yale yale tunayokabiliana nayo leo. Uasherati ulikuwa umeenea sana kweli, ndoa haikuwa na maana, upotovu uliadhimishwa, utoaji mimba ulikuwa jambo la kawaida. Kwa kweli, kuwa mtoto mchanga ilikuwa halali ilikubalika ikiwa mtoto huyo alikuwa hatakiwi au au mlemavu kwa njia fulani. Wakati wa siku hizi serikali ilikuwa fisadi na dhalimu. Kijana mwenye umri wa miaka 19 kwa jina Nero aliketi kwenye kiti cha enzi cha milki ya Roma. Hatimaye angewaoa wanaume na wanawake katika sherehe za hadhara. Kwa kweli katika moja ya ndoa zake na mwanaume, Nero alivaa kama bibi harusi. Sasa hebu nikuambie dunia ya wakati huo wa milki ya Roma, eh? kwa kweli inafanana sana na dunia yetu ya leo. Hivyo hii inamaanisha nini kwetu basi? Kwa upande wa Mungu, Roma ya kane ya kwanza ilikuwa wakati na mahali kamili pa kuanzisha kanisa la agano jipya. Sikiliza wapendwa kadiri dunia inavyozidi kuwa na giza ndivyo ulivyo mkubwa zaidi uhitaji wa nuru ya neno la Mungu. Hivyo basi hebu tuanze hapa sasa na mstari wa kwanza. Paulo mtumishi wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume kutengwa kwa ajili ya injili ya Mungu. Sasa tunapoandika barua siku hizi tunasaini mwishoni, lakini katika siku zile mwandishi alisaini mwanzoni, katika aina fulani ya utangulizi eh, wa kufungua. Na katika utangulizi huu Paulo analeta dhana mbili ambazo aliziona kuwa muhimu sana katika maisha yake. Dhana ya kwanza ni ile tungeweza kuita umiliki. Paulo anaandika tena hapa, Paulo mtumishi wa Kristo Yesu. Ni kana kwamba anataka yeye ni wa Kristo. Yeye si wa kwake mwenyewe. Yeye ni mtumwa. Neno la Kigiriki ni doulos, mtumishi wa kujitolea. Na kwa njia, jina hili lingekuwa na athari ya mara moja kwa wasomaji wa Paulo katika milki yote ya Roma. Wanahistoria wanakadiria kwamba kulikuwa na karibu watumwa milioni sita katika milki ya Kirumi wakati huu. Wakristo hawa walijua maana ya utumwa. Watumwa walimilikiwa na wengine, walizingatiwa mali. Hawakuwa na mamlaka juu ya miili yao wenyewe. Mabwana zao waliamua walichofanya na analini. Kwa hiyo fikiria hilo. Paulo angeweza kujitambulisha mwenyewe kwa njia kama mtume mkuu wa upandaji kanisa, au mwinjilisti aliyefufua wafu, au au mwanatheolojia mkuu wa kanisa, au au, unajua kitu cha kujipendekeza zaidi. all, all, hakuna Kabla ya Paulo kutuambia kwamba yeye ni mtume, anatuambia hapa kwamba yeye ni mtumwa wa Kristo. Sasa unaweza kuwa mtumwa wa mtu na kufanya kila uwezalo ili uondoke kazini. Hilo linawahusu pia wafanyakazi wa siku hizi. Nakumbuka nilivyofanya kazi kwenye duka la vyakula nikiwa kijana. Nilikuwa napakia vyakula kwenye mifuko, enzi zile ambapo ilibidi upakie vyakula na kisha uvitole nje na kuviweka kwenye gari la mteja. Hilo linakuonyesha jinsi nilivyo mzee. Nakumbuka mmoja wa vijana tuliokuwa tunafanya kazi pamoja alikuwa anapotea mara kwa mara. Yeye hakuwahi kuweka kazi ya siku ya uaminifu. Kwa kweli alifanya kazi kwa bidii zaidi kupata kazi kuliko alivyofanya kazi kweli. Acheni niwaambieni Paulo si mfanyakazi wa aina hiyo hapa kwa kusema: yeye si asiyejali, yeye si mvivu, yeye si asiye na shukrani. Yeye ana shauku ya kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Amesisimka sana hivi kwamba anaweka hili katika mstari wa ufunguzi wa barua yake. Ni kama anataka kila mtu ajue, asikiliza, mimi ni mtumishi wa mtu fulani, na huyo mtu ni Yesu Kristo, na nina heshima kubwa sana kuwa wake na kumtumikia. Wapendwa, Paulo alielewa kwamba Yesu Kristo anapokuwa Bwana wako unawekwa huru kutoka utumwani wa dhambi na utumwa kwa namna fulani kwa Bwana huyu wa ajabu. Kwa hiyo umiliki ndiyo dhana ya kwanza muhimu hapa. Dhana ya pili inayotolewa hapa katika mstari wa moja ni ile ninayopenda kuita mgao. Paulo anasema hapa kwamba ameitwa kuwa mtume. Sasa neno la Kigiriki kwa mtume ni apostolos na maana yake ni mtu aliyetumwa. Linamrejelea mtu ambaye ametumwa au kupewa jukumu maalum. Sasa tamko hili pia linaweka msingi wa uaminifu wa huduma ya Paulo ya kuweka msingi wa kanisa. Kama asingekuwa ameteuliwa binafsi na Kristo kama mtume wa kweli, kanisa lisingemsikiliza hata kwa muda mfupi. Kwa kweli suala la utume wa Paulo litakuwa mjadala unaoendelea miongoni mwa baadhi ya watu katika kanisa la mwanzo, kwani watu fulani walijaribu kumchafua. Je, Paulo alikuwa mtume kweli? Je, alikidhi vigezo? Basi ukirudi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati mitume walipoamua kujaza nafasi ya Yuda na mtume mwingine, walimchagua Mathia na tunaambiwa kwamba masharti mawili ya kuwa mtume yalikuwa: kwanza, ilibidi awe amemwona Bwana aliyefufuka; na pili, ilibidi awe amefundishwa na Bwana. Hiyo iko nyuma kwenye Matendo saa moja na madakika ishirini na moja, ishirini na mbili. Basi kadri kitabu cha Matendo kilivyoendelea, Paulo hakika alimwona Bwana aliyefufuka pale kwenye njia ya Dameski alipokutana na Kristo na na kubadilishwa. Paulo anaandika katika moja wa Korindo tisa moja, je, mimi si mtume? Je, sijaona Yesu bwana wetu? Kwa maneno mengine, mimi mimi ni mtume halali kwa sababu nakidhi sifa hiyo. Pia tunajua kwamba Paulo alifundishwa na Bwana binafsi na kwa faragha kwa miaka mitatu kule Arabia. Wagalatia moja inatuambia yote kuhusu hilo, na pia inatuambia kwamba alifundishwa injili binafsi na Kristo mwenyewe. Sasa pia tunajua kwamba Paulo alipewa ziara ya mbinguni. Anataja hilo eh, yeye mwenyewe katika mbili wa Korintho kumi na mbili anatuambia katika mstari wa tatu nami najua kwamba mtu huyu alichukuliwa hadi peponi, ikiwa katika mwili au nje ya mwili sijui Mungu anajua na alisikia mambo ambayo hayawezi kusemwa, ambayo mwanadamu haruhusiwi kuyatamka. Lakini Paulo anazungumzia yeye mwenyewe anapomzungumzia mtu huyo, na pia anatuambia kwamba alipigwa marufuku kutuambia kuhusu ziara yake mbinguni, na lazima nikiri, nimevunjika moyo kidogo na hilo. Ningetamani Paulo angepewa ruhusa na Mungu kuandika waraka mzima kuhusu kila kitu alichoona mbinguni. Naam, nadhani itabidi tusubiri hadi sisi wenyewe tuone. Hivyo Paulo anakidhi vigezo vya kuwa mtume na anataja hapa katika mstari wa moja kwamba alitengwa kwa ajili ya Injili ya Mungu. Kwa imani katika masihi wake aliyefufuka. Sasa Paulo ametengwa ili kupeleka injili ya Bwana aliyefufuka. Basi hapa ndipo mwisho wa saini binafsi ya Paulo, kwa namna fulani, utangulizi kama mwandishi wa barua hii. Yeye ni mtumwa anayehudumu, anayemilikiwa na Yesu Kristo. Sasa wapendwa, mnaweza kufikiri kwamba hiyo inasikika kama ni kubana sana maisha. Basi niwaambie, kila mtu ni mtumwa wa mtu au kitu fulani kwa kweli wewe ni mtumwa wa dhambi zako mwenyewe, iwe ni chuki au tamaa au ulafi au mambo mengine mengi, na maisha yako yanazunguka kwenye utumwa huo, au umeutoa maisha yako kwa Kristo na umekuwa mtumwa wake. Na ninaweza naweza kukuambia, Yesu ni Bwana bora zaidi kuliko mtu mwingine yeyote na kitu kingine chochote duniani.